Saidi. Yaani ukiona kalanga mwanangu nasahau hata jina lako ni nani? Shogangu Aidati. Yaani sasa hivi wanaume wakipenda wanakuwa fasta kama bajaji ambayo haina break. Da. Ila pisha ni kweli. Yaani wanaume sasa hivi wakipenda haangalia hata jina lako la ukoo. Yaani sio okay mimi, ila anasema Saidi hapa, au hujue mwanaume sasa hivi, hujue mwanaume anapokuambia kitu eti sijui nitakupa mwezi, sijui nyota, unamuuliza swali hivyo vitu utavitoa wapi, wakati viko juu? Eh mama, hawa sasa hivi hawajafika hata nyota za usiku. We Saidi, yaani ukiona karanga, mwanangu, unasahau hata jina lako nani? Una feli sana mwanangu. Karanga ni kama mapenzi la machao, ukianzisha huwezi kuziacha. kuziachaa <tumana> mapenzi yako unatafuna, hayadumu natafuna lakalaka kama karanga <tumana> <tumana> <tumana> Bakienda, makalanga yenu, usiona kama kalanga ni chakula kuleni, tuone kama mashiba. <laughs> Umeadhimika ndugu yangu, unaonekana hadi kuja kumchepelea eh, shogangu. Aidati yaani, saa hivi wanaume saa hivi wakipenda wanakuwa fasta kama bodaboda ambayo haina breki Da. Ila pisha, ni kweli, yaani wanaume saa hivi wakipenda hawaangalii hata jina lako la ukoo Da ila mimi sidhani kama takujaga kupenda mwanaume kwenye hii dunia kabisa, yani ha, jamani Precious. Kwa nini sasa usije kupenda jamani? Shoga yangu, najua tu mimi ni sile moyo wangu, rafiki yangu, ni kuta, ni kwa sababu ni sile moyo wangu da. Leo nikuta ni makubwa sana, siwezi kujisikia yote. Ndio pole sana shoga yangu. Haya sawa, ila kuna siku utakutana na mtu mzuri kama Sharukani na utampenda

Ha, dad, samani mara moja kunimisha ndio nikupange hapa. Kuna jamaa nimeongea naye juu hivi anipa habari za job. Yeah, ila lakini hapa kuna ugumu fulani blaza, hapa unaingia katikati Umesema kuna ugumu, ugumu gani? Sa ugumu uliopo sehemu moja, unajua na tunaishi watu tatu. Naishi mimi, wewe na Saidi, kama tunaishi watatu. Juma, ndako barua ngapi? Sasa ugumu unaingia, sema tumwache ndugu Saidi. Lazima ataona, msinichi hapa cha kufanya mimi. Naona mwende nyafu, mimi mimi nibaki hapo itakuwa imekaa vizuri. Bla, ni kweli, ila ndugu Saidi na mimi hatuwezi kuenda. Najua ni kwa nini. Huwe ndo umeongea na fundi sawa. Kama umeongea na fundi, hilo ni moja, lakini pili, mi mwenyewe kiafya, afya sipo vizuri. Sawa, najua sana unanipenda na unampenda pia Saidi, lakini hii kazi mitaji watu wawili, kama walivyosema. Mimi niko naombeni tu kama wadogo zangu nyie, nendeni. Unajua ukipata wewe na mimi nimepata, sisi tutakuwa tumeelewa. Hamna blaza, mimi naona ungeenda wewe na Saidi kapiga kazi, baridi tu, hamna shida oh. Kwao tunabishana au mimi, simeshakwambia wewe ndio na Saidi eh? Hiyo ni kazi gani hapo? Bado mi nansukumia. Sasa shida nini? Mshakwambia toka mwanzo, acha uvivu. Saidi, kwa nini leo shati lako limefungwa vifungo tofauti? Nilikuwa na haraka ya mapenzi, hata vifungo naona na vyenyewe vimechanganyikiwa. Pia nilikuwa na shida kuongea na wewe sana, nimeshakutafuta kinoma. Ah, shida gani hiyo? Ah, kwa hapa, nilikuwa tu tunataka nikuone alafu kisha nikwambie simu ambayo utakavutana tukaongea vizuri. Mm, tukutane? Ha, ni tukutane mazungu... tuongee nini? Ni mazungumzo tu ya kawaida usiwaze, ni mazungumzo tu ya kawaida. Kwa nini usiniambilie hapa hapa? Yaani kwa hapa siko sawa. Sio hata vifungo vyenyewe hivi vimechanganyikiwa kwa sababu ya uzuri wako. Shati na mazungumzo havi havifanani, yaani havihusiani hata kidogo. Kwa hiyo unaweza kuniambia hapa hapa. Sawa, lakini brother ila mimi nikaenda kwa hiyo chochote. Eh, unasema? Mimi kwa chochote. Kwanza ndugu Saidi ameenda wapi? Kwa nini usina namba yake simpigie? Au so, ndugu atembea sana au wewe au ndugu anatembea sana, kazi ya wanawake tu wewe? Nataka kufanya kazi wanawake wengi sana, kwa hiyo unanifokea au? Kama nakufokea kwanza, ndugu Saidi leo hali hapa, nimempa kazi ya kuosha. Leo hali hapa, vyumba hujaosha katembea, atakula huko huko Yaani sio mnafukia blaza, sikufoke, mimi najua blaza wewe sikufoke. Ile anasema dogo Said, hali leo hapa. Atakula huko huko Said, anakalia wanawake. Atakula huko huko. Nimeshampa kazi angalau, mbona unabaki vitavu vitavu umesagaa humo ni." Sema nini? Wewe si ndo mkubwa hapa? Tutaona sasa. Yani wewe kama vipi naona kama amepigia fujo tu ungeendaga tu. Yeah. Sawa tu blaza, ila unafeli mwenyewe mshamba tu. Hiyo kesho hata kikakata msiendi. Wewe mwenyewe mshamba tu. Unasemaje? A oh, madogo ndo madogo ake. Leo sasa hivi mayani anaona kama tunalingana, sijui anasema tu anavojisikia mwenyewe kwa mm. Uh, sababu kwa kuwa leo siko sawa hapa, ilikuwa inabidi tu kuniachie namba yako

Unipenda tena. Ah, samahani samahani. Nimekusia, eh, siko sawa, siko sawa, oh.